Ipi tathmini yako Zanzibar sasa inapata rais wa awamu ya nane? Kwa ufupi tu, kwa ufupi ni kwamba kwa, kwa mara ya kwanza katika historia ya Zanzibar hmm, za chaguzi zote tokea ukoloni mpaka hapa tupufikia huu hmm, ni uchaguzi peke yake ambao umekuwa na amani na utulivu toka tuanze mpaka tumalize pamoja na mapungufu yake hmm, lakini amani na utulivu ilitawala. Haya mapungufu yake ni yapi? yako mapungufu kwa mfano eh, kama unavyoona vyama vyetu vya, vya, vya upinzani vingi ni vichanga, havina fedha za kufanya kazi. Kwa mara ya kwanza wamesaidiwa angalau gari moja ya kufanya kazi. Kwa mara kwanza, wananchi, fursa, ya kwanza wananchi wamepata fursa ya kwenda kueleza ser sera zetu katika kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza tumepata fursa ya kuona kwamba hatupati watu kupigwa pigwa na kadhalika, ni jambo la busara sana. Kwa hiyo unasema kuna maendeleo ya aina fulani, haidhuru kuna setback aina fulani vilevile, moja ambayo ni kwamba ule woga ulikuwepo kwa baadhi ya wananchi kujiunga na vyama vingine au kutoa ushirikiano kwa vyama vingine ulikuwepo mkubwa kiasi fulani. kata kat tafuta mawakala hapa na pale unapata tabu kupata, kwa wagombea wengine walikuwa naogopa ogopa. Kwa hiyo ilikuwa pale hofu, lakini kwa ujumla amani na utulivu ilitawala sana. Wewe ni mgombea na umeshiriki, ulikuwa mgombea nikikuita hivyo, eh, kwa upande wa tume ya uchaguzi miaka mitano baadaye, Zanzibar itakwenda tena kwenye uchaguzi mwingine mkubwa, yapi ya msingi ya kuzingatiwa? Kwa maneno mafupi tu, kuna reforms ambazo tumependekeza. Amili kwa makamu mwenyekiti wa kikosikazi mm. bara, na kulikuwa na kikosikazi hapa Zanzibar. Yako mapendekezo, tulipendekeza ya kwanza, kuangalia sheria nzima. Kwa mfano, suala la kupiga kura mara mbili ni jambo moja ambalo limeta utata sana na limeta kasoro sana. Zanzibar ni ndogo sana, hakuwa na haja ya kuwa na siku mbili za kupiga kura. Hilo ni jambo moja, linataka litazamwe haraka haraka. Jambo la pili ambayo litakatifasana ule uwazi wenyewe wa exercise nzima, na kupata mawakala, kupata wagombea, kuhesabu kura, kutangaza kura, nafikiri kuna kunahitaji kurekebishwa hapa na pale ili tupige hatua mbele. Rai yangu wa Zanzibar, rai yangu wa Watanzania, kwanza tudumisheni amani na utulivu wa nchi yetu, bas Secondly, tuhakikishe kabisa yale makosa ambayo ya tumeyafanya katika kipindi hichi, tujitahidi kabisa tukaikitaka kuarekebisha kwa pamoja, na niombe vile vile na serikali na watawala wakubali kukaa pamoja, kuangalia mapungufu yaliyopo tuyarekebishe, manake ni tu... It takes two into tango mm -hmm. Lazima pande zote mbili zishiriki kwa wananchi na kwa vyama vya kisiasa, lakini nasema kubwa na wao wakubali kwamba tunahitaji kukaa pamoja kama taifa, tutafute tutatue zile matatizo tuliyo nayo kwa ajili ya maslahi ya wananchi na maslahi ya taifa letu. Hilo ndio jambo la msingi la kuzingatia, ni muhimu sisi tukae pamoja tutatue matatizo. Yapi hapo matatizo? Tena ya msingi kabisa tukae matatizo, watu wana njaa, watu hawana shibe, watu wanataka elimu na kadhalika. Lazima tukae kitako na uongozi uliopo ukubali kukaa kitako tusautatizo problems